Oh, mimi kama mkaaji wa Kichanga ama ndani ya Shefri ya Bashali, tunashukuru kwanza kuona tumempokea, mmetuletea mwami wetu, kwani inakuwa miaka mbili, miaka mbili tulikuwa hatuna mwami, kwani tulikimbilia Goma na wakati usalama ulirudi tulirudia katika mji wetu na tunaona kabisa siku ya leo mnaturudishia mwami ni jambo la heri sana kabisa, bo. Kitu ambacho tunapasha omba mwami wetu ni kutulindia usalama katika mwingini wetu, na ya pili kutu, watoto wa Kichanga wako na bezue ya masomo, wako na bezue ya kazi. Watu watu hapo kabisa wana watu, watu wengi tunaishi, hatuna kazi unakosa kazi, ni hiyo tu bo. Tunadhani kab... mwami akishaingia kwenye nafasi yake atatubadilishia vitu vya mingi kwanza. Ya kwanza kuko, kuko watu wanakuwaka na malalamiko ya kupana hawataifikisha kuwa kubwa, kwani hatuna kwa kuielekeza kwa kui, kwa kui, kwa kui. Ya pili tuko tunapasha kuwa na bezwe ya, ya radio ju ya kusikia ma informasyo, habari za huko na kule mwingine yetu.